Ukimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Mungu atakupa njia za kutokea. Inawezekana njia zote, namna ya kutokea huzioni. Umejaribu biashara hii, haijaenda umejaribu hiki, kimekufa umeshika hili, kila unalolishika maskini linaanguka. Lakini jua ukimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Allah atakupa njia ya kutokea. Matatizo yako, shida zako, mitihani yako itakuwa ni yenye kuisha. Usikate tamaa, ndugu yangu, vyovyote vile itakavyokuwa. Sikiliza, Mungu anasema innahu la yayas min rauhi llahi illa lqaumi lkafirin, wahakika hali ilivyo hakati tamaa, ama hawakati tamaa ila watu waliokufuru. Waliokufuru baba yangu, ndio wanaokata tamaa, lakini mwislamu hutakiwi kukata tamaa. Vyovyote vile itakavyokuwa, mwislamu anatakiwa upambane sawasawa, ufunge kibwebwe vizuri, tegemea kwa mwenyezi Mungu alafu utamwona Allah subhanahu wataala yuko mbele yako, atakuondoshea mitihani yako, atakuondoshea dhiki zako hata kuondoshia shida zako na utakuwa ni mwenye kustareheka katika dunia hii biidhnillahi alkarim, ndugu yangu.